Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapo jana alisema yuko tayari kukutana na ma, kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kauli aliyotoa siku chache kupita tangu Putin aseme yuko tayari kwa mazungumzo ya amani na Kiev. Ukraine imekuwa ikisisitiza ili mazungumzo yafanyike, kuna haja ya kusitisha mapigano kwa siku thelathini, ingawa Zelensky anasema atahudhuria kikao cha Uturuki hata kama ha kutakuwa na usitishaji wa vita. Ukraine imependekeza hili kwa muda mrefu, washirika wetu wamependekeza pia na ulimwengu wote umetoa wito wa amani. tunachosubiri ni jibu la wazi kutoka kwa Urusi. Hata hivyo, ni Urusi itakayolazimika kumaliza vita hivi. Mauaji lazima yakome. Vikosi vya Ukraine vitakuwa tayari kujibu kwa utaratibu ili kuhakikisha haki. Tumesikia mara kwa mara kutoka kwa washirika wetu kwamba wako tayari kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi ikiwa Putin atakataa usitishaji wa mapigano. Hata hivyo muda utaamua. Katika hatua nyingine ya Uingereza leo itakuwa ni mwenyeji wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Ulaya ambao watajadili mzozo wa Ukraine na Urusi, nchi hizo zikitarajiwa kutangaza vikwazo vipya kwa nchi ambazo zinaunga mkono Moscow kuendelea kushambulia Ukraine.